Mimi wanga na support individual kulingana na ile potential yenye ambayo naona kwa mtu. Na Malava nilikuwa na support Seth Panyako kwa sababu ni mtu ambaye nilikaa naye chini na nikaona a lot of potential in that guy. Na that guy ni mtu nilikuwa najua ata win kwa sababu niliangalia strategy yake kila kitu. He had everything. Na ile kitu ambayo imefanya Mheshimiwa Seth Panyako imemletea shida kidogo ni jambo moja tu ni kuwa eh, ile coalition ambayo iliweza kuingia hii ya united opposition, kwa sababu kitu ya kwanza ambayo watu wa united opposition walifanya makosa ni kuwa eh, ukiangalia serikali ili invest a lot of resources kwa nani? Kwa Ndakwa wakampatia pesa zake za movement, lakini sebi, ilibidi atafute pesa kupitia kwa biashara zake, ndipo sasa zimeweza kumsimamia. Na watu opposition vile walikuwa nakuja, hawakuwa wanampa pesa, walikuwa wanamwambia kama kuna kitu yote unataka ama vile tunakuja, kama ni watu lete watu sisi wenyewe tutawapatia. So mtu kama anatembea kikuja, yeye alikuwa na sote watu, so yeye kwa sababu anataka sifa. Na kitu ingine ambayo ilileta shida pale badala ya ah, watu kuelezea ni nini Seth Panyako atafanyia watu wa Malava jinsi ambavyo serikali ilikuwa na market ndakwa, hao walikuwa na focus kwa mambo ya one term, wana focus kwa mambo ya Ruto Ruto. Hakukuwa kwa ballot, alikuwa ndakwa na Seth, so wali lose focus these people wali mislead. So this is the only thing that I can tell my brother Said, I know your relationship na mheshimiwa Ruto iko juu sana. Nyinyi ni watu ambao mekaa pamoja wee, na Ruto ni marafiki sana. So kitu ambacho naweza kukuambia, my brother, in case mambo hayaendi vizuri, tafuta mheshimiwa Ruto, kana ye chini, ndio hiyo pesa mingi sana umetoa kwa biashara yako, umeinvest kwa siasa, na tena biashara yako imekubamolea Enda ona mheshimiwa Ruto, kwa sababu anajua ni mtu wa bidii, atakutafutia kazi, tafutiwa kazi kwa serikali, fanya ama atakusaidia jinsi ambavyo utaweza kurudisha biashara yako. Lakini hii mambo ya united opposition, my brother, mimi nilitoka huko. The moment ukiweka inaji huko hapo, unapoteza kweli. Tujakataa mheshimiwa Ruto ako na makosa yake, lakini sasa huko ndio wasi huko watu ukiangalia hata hiyo serikali uredi washagawana. Rikijia kona nusu ya serikali, sijui nani mwingine akona Kalonzo akona 30% inabakia 20%. Hii 20% imebaki. Tutagawana sasa hizi kabila zingine ambazo zimebaki. Wewe kasongo hujui wa mbele. Tarehe ishirini na saba ikifika, saa sita usiku utajua watu ya mbereni ya kina nani. Neguo nemokamonia nemoka, nemoka monia wangapi watafundisha kasongo adabu.